Hata wakati wa Yesu, hata wakati wa Yesu kulikuwa na mfalme anatawala Kaisari, na kulikuwa na mfalme anatawala ya Yerusalemu, hata kama walikuwa ndugu. Kule Kaisari Filipi kulikuwa na, na, na, na, na, na mfalme anatawala kule ambaye alikuwa ni, ni, ni Herode Filipo, na huku kulikuwa na Herode Agripa. Mnanielewa eh? Na ndio hao walishtakiana, hata kipindi fulani mmoja amechukua mke wa ndugu yake. Wakati wa Yohana huyu wa Yerusalemu alikuwa na pesa nyingi, maana alikuwa wa mjini wa Kaisari, alikuwa shamba, kwa hiyo akachukua mke wa, wa ndugu yake, na huyu Filipo akaenda akamshtakia kwa Yohana, maana walimheshimu. Yohana akamhukumu Agripa akamwambia umekosea kuchukua mke wa ndugu yako. Aliishia kukatwa kichwa. Jina la Bwana alibarikiwa. Kwa hiyo kulikuwa falme mbili, wameondoka falme mbili, lakini anasema nitawakurudisha tena. Na wao wakisharudi hawatakuwa tena falme mbili, watakuwa mfalme wao watakuwa huyu mmoja, nao hawatagawanyikana tena na furahiya mahali fulani, anasema nitawapanda, wala hakuna atakaye wang'oa. Jina la Bwana libarikiwe. Unanielewa ninachosema? Nitawapanda, wala hakuna atakaye wang'oa. Sasa Mungu unawarudisha hawa watu, unawarudishaje? Angalia tena Yeremia sura ya 16 kuanzia mstari wa 14. Unawarudishaje watu ambao wametawanyika kweli kweli dunia nzima, na hata hawana mfalme huko wa kuwakusanya? Unawarudishaje? Angalia kitabu cha Yeremia sura ya